Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakushukuriwa ni Allah jalla fi ula, na vile vile Alhamdulillah rabbil alamin, leo Halal Charity TV tukiwa na Halal Charitable Trust tumeweza kutembelea al-markaz, Al-madrasatu al-khairat al-islamia iliyoko mtaa wa Mtwapa ndani ya Miami. Alhamdulillah rabbil alamin, hili ni ombi la madrasa kama hii, hili ni ombi la watoto wa madrasa kama hii. Vile vile na walimu, tuweze kuona wanaopitia tuweze kuona wanaoyafanya ndani ya markas kama hii. Na biidhnillah wewe unaangalia video kama hii, utaweza kukugusa moyo wako na utaweza kutia mkono katika yote ambayo wanahitaji kutoka kwako. Biidhnillah, ungana nami tuweza kupata mawili matatu na mazid kutoka kwa mudhir wa madarasa kama hii na vilevile wanafunzi wa madarasa kama hii.

Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh, watazamaji wapendwa, mimi ndio mudir wa Madrasatul Khairati Alislamia katika mtaa huu wa Miami, Mtwapa, Kilifi, Kenya. Madrasatul Khairati kama ilivyoonekana, mwonekano wake ni jengo la zamani ambao kwamba ukilitizama kwa umakinifu utaona kama ilikuwa ni kama nyumba, lakini baada ya kwamba ilikuwa nyumba, ikageuzwa ikawa ni kituo cha kuelimisha watoto masomo ya dini ya Kiislamu ikiwemo madrasa na msikiti. Naam. Eh, hili ni katika mswala wetu ambao kwamba huwa tuna swali hapa na ukiangalia kuna blackboard mbili, kuna ubao huu na ubao ule mwingine pale, na hapa ndani kuna madarasa manne. Hii ni fasulu sadis na hiyo hapo ni fasulu rabi, hii hapa ni fasulu khamis na hii hapa ni fasulu eh, mutawasit yani awal wa thani wa thalith mutawasit, ambao kwamba wao katika katika darasa hili hapo, pahala zipo changamoto nyingi na kwa kwamba changamoto huwa zinatofautiana. Kuna zile ambazo kwamba ni, ni kubwa zaidi na alafu kuna zile ambazo kwamba pia kidogo zaweza kustahamilika, yani zaweza kubebeka. Miongoni mwa hizi changamoto ambazo kwamba ni kubwa zaidi, ni kama mlivyoona vyumba vyetu vya, vya masomo tunayosomea ni vidogo. Nafikiri unaona, kila darasa kuna maba, blackboard mbili yani kila darasa upande huu kuna blackboard na upande huu kuna blackboard. Hiyo ni ishara ya kwamba darasa hilo ni madarasa mawili na namna ile ambayo kwamba tunafundisha sisi wenyewe tunaelewa, kwa sababu hakuna kilema ambayo kwamba anashinda na mwendo wake. Kwa hivyo jumla, kwamba kuna tatizo hilo, lakini sisi tunajua wenyewe vile ambayo kwamba tunafundisha. Wengine wengine wanatoka, wengine wanasoma, wengine basi, namna hiyo tunaenda. Kwa hivyo hili ni changamoto kubwa ambayo kwamba ina inatutatiza na changamoto nyingine ni kama mnavyoona katika pahala pa kuswali, sehemu ya kuswali ni sehemu ambayo kwamba ni finyu sana. Tumejifanyia mswala hapa tuka tukawa tunaswali kwa sababu sisi tuko mbali kidogo na msikiti na, na eneo hili ambao kwamba iko Madrasatul Khairati, hakuna msikiti karibu na Waislamu walioko maeneo haya kunao Waislamu wengi tu ambao kwamba hawa wanajaribu ku, ku, kuulizia tulipokuwa tumeanzisha madrasa hapa. Na hata mara ya kwanza Tumejaribu kuanzishaanzisha tumeombaomba spika hapa, tumejaribu kufungafunga siku za mwanzo mwanzo tukuadhini, alhamdulillah kumeleta nuru, lakini kwa kwamba ni spika za zamani zime zimechakarika zimeungua. Sasa zilipoungua tukazifunga tukaziweka, hiyo ni changamoto. Halafu pia vile vile ikawa sasa tukiadhini, kunakuja watu wengi wakija pahala pa kuswali hakuna, watoto wamejazana, watu wa nje hakuna. Ikabidi sasa tuweke mswala wa kuswali wanafunzi tu peke yake, watu wende katika ile misikiti ambayo kwamba hii ni sehemu ya ya kuswali. Allahu akbar, Allah. Allahu akbar. Allahu akbar, Allah. Ashhadu alla ilaha illa Allah. Kwa majina naitwa Osama Musa. Mimi ni mwanafunzi kutoka Madarasatul Khairat Al Islamia Mtwapa Akilifi Kaunti Kenya. Niko darasa la sita. Tunazo changamoto tunazopitia hapa madarasa, madarasa hii iliyoko chini ya usimamizi wa Ustaz Juma. Changamoto hizo ni uchache wa madarasa na vyumba vidogo, joto linatuumiza sana. Pia tuna uhitaji wa msikiti, tunabanana wakati wa kuswali, kwani mswala tunaoswalia ndani yake ni mdogo, inabidi wengine tuswali nje, wengine tunaswali madarasani. Tunaomba fadhili na wahisani kutusaidia kujenga jengo zuri lenye nafasi nzuri ili tusome kwa umakini. Allah ataalipa malipo makubwa. Pia tutakuwa ni wachache wa fadhila tusipowashukuru Halal Charity TV kutusaidia na kututembelea hapa madarasa na kujua matatizo yetu tunayopitia. Shukran. My name is Amina Shaban a student in Madrasatul Hayrat Al-Islamiyah

Therefore, on behalf of all student of Irat and as your as, your fellow Muslim we humbly and sincerely ask you to hold our hands and support us. Your help can change our lives and give us a better environment to learn and worship. May Allah reward you abundantly for every kindness you show to us. Shukran. Pia vile vile, kuna changamoto ambayo kwamba hii ni changamoto ya ya, ya walimu wengi mchangamoto ya walimu wengi, lakini mimi naona kwetu sisi kidogo ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina imezidi. Nayo changamoto ya mishahara bana, sisi hakuna be, e, shirika ambayo kwamba linatusaidia mba, mba, mishahara hapa sisi alhamdulillah. Na nashukuru walimu ambao kwamba tuko pamoja hapa tunafundisha ni walimu ambao kwamba wana subra, wana subra subra, aweza kuvumilia mshahara miezi miwili hajapata, lakini unamuona anahudhuria anafundisha miezi mitatu, mara nyingine wengine wanapata, maanake hapa utaratibu wa mshahara ni kikikamilika kiwango ndio kitolewe, kama hakikukamilika mw, itabidi mwalimu mwa, avumilie. Alhamdulillah, tunaenda katika hali hiyo kutoka kimbele Kazi hii ya dawa ya kufundisha wanafunzi ama kusimamia mambo ya dini yana changamoto zake, na hiyo ni suna tul anbiya, ni suna ya manabii ambao kwamba wameshikilia katika kazi kama hii na wema waliotangulia waliopitia changamoto ya kazi ya kazi kama hii. Na jambo lingine, kama mnavyoona, tuna tatizo la maji safi ya kunywa e, ziko mashini ambazo kama zinasafisha maji ya chumvi kufanya maji fresh kunywa, hapa hakuna, na yale maji ambayo ya kwamba yapo, sisi twanywa hayo maji ya chumvi kwa sababu To hatuna, hatuna jinsi ya kufanya, ni mara moja tununue nunue, ama mtu ajitolee alete makeni ya maji hapa, basi ikishapita, imeshapita namna hiyo. Kwa hivyo pia hilo kama litapatikana, e, njia yake pia, tunaomba tupate mtu ambaye kwamba ataweza kutusimamia, ipatikane hiyo mashini ili yapatikane maji safi ya kunywa. Na pia vile vile kama mnavyoona hapa, tuna, tuna tokeni, mkiangalia nafikiri kila darasa kuna feni na, Eh, hizo fen na hizo token ni throughout zinahitaji zinahitaji kupigwa nini moto, na tuna, tuna changamoto ya moto, lakini haujakatu tunalipa, kila kinavyohitajika tunalipa, lakini swala ambayo kwamba kipia kidogo lina uzito kwa upande kwa upande wake. Kwa hivyo hayo ndio ambayo kwamba yale makubwa ambayo kwamba yanatutatiza yana yale mengine tunavumilia vumilia, vumilia tu kama kama

Ni dunia ya mapito. Na kama ni dunia ya mapito, kitu ambacho kwamba ni thamani kwa Muislamu ni ibada. Na ibada ni kama alivyosema wanazuoni, walivyosema wanazuoni e, al-ibadatu ni ibaratun likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal af'ali ni kila ambacho kwamba Allah analolipenda na analoliridhia kutokamana na maneno na vitendo. Kwa hivyo hili suala la utoaji wa sadakatun jaria wa sadaka hizi ndogo ndogo kusimamisha mashruati za dini ni miongoni mwa amali swaliha na wema ambao kwamba unahitajika, ni, ni pepo ya Allah tabaraka tabaraka wa taala, kama Allah tabaraka wa taala alivyotuelezea kwamba mtu kufaulu kwake ni matendo yake fa manzuhzih ani nari wa udkhila ljannata fakad faz wamalhayatu dunya ila mataa lghurur. Kwa hivyo kufaulu huku ni kufaulu kwa matendo mema, na kama ni kufaulu kwa, ma, kwa matendo mema, hili suala la utoaji pia ni suala ambalo kwamba ni, ni zuri, ni suala gumu lakini E, linasaidia lina kwa, mu, kwa muislamu haswa akiwa katika barzah na akiwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na pia vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutoa hofu kwamba mtu ama akitoa chochote kwamba labda kitapotea, maana kaswa sadakatun min mali hakuna chochote ambacho kwamba kinachopunguza sadaka ambayo kwamba iliyotoka katika mali fulani hakuna bali yazidu. bali Bali mtume sala mtume salam anatueleza kwamba sadaka ile inaongeza, unaona, na bali sadaka ile inafanya, inafanya e, e, kinga ya ile mali ambayo kwamba ya yule mtu ambaye kwamba anatoa sadaka, na pia vile vile sadaka ina, ina, ina, inasaidia mambo mengi kama wanavyosema wanazuoni, inafunga milango sabini ya, ya, ya madhara na sala sala mtume anasema alfiq unfiq alaika, toa wewe. Ukitoa Allah tabaraka wa taala atakupatia. Hakuna chochote utakachokitoa basi atikiwe kimepotea mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo haya yametoka katika moyo wa ndugu yenu, e, ustadh Juma e, mwalimu si maarufu sana lakini basi ni hivyo hivyo tu, na sisi tuna tua katika hiyo huo msururu wa dawa, tunaendelea na yajalie yaingie katika moyo wa Muislamu yoyote yule, na yamjenge, na yawe ni sababu ya kutenda mema, na yamsukume kuyaona yale mazuri na kuyatenda. Allah, tujalie min alladhina yastamiuna alqaula fayattabiuna ahsana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, uh, ni shukurani kubwa vile vile pia kwa uwezo wa Allah subhanahu wa taala, leo ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa Rajab 1447 sawia na 2026 2026, tumeweza kutembelea Madrasatul Khayrat Al Islamia ambayo inapatikana hapa Mtwapa, sehemu inayoitwa Kwa Miami. Tukiwa leo kama Halal Charitable Trust tumeweza kuwatembelea waalimu wetu na wanafunzi wetu tuweza kusema na jamii yetu kwa jumla, kwa sababu hawa vijana ndio jamii ya kesho ambayo tunao itaraji. Alhamdulillah tumewaletea, tumeweza kuwaletea vifurahishi leo, at least nasi watoto wetu tuweze kuwafurahisha na kuwapa moyo katika kuyafanya na kusoma mambo ya kheri. Kwa hakika katika kutembelea kwetu madarasa hii tumeiona ni madarasa ambayo ina bidii na ina mwamko mzuri, na alhamdulillah mpaka sasa hivi ni madarasa ambayo katika hapa Mtopa ina idadi kubwa takriban watoto mia tatu na hamsini, na watoto hawa mia tatu na hamsini kama mtakavyokuviona katika video, wanasoma katika sehemu inaitwa ni madarasa, lakini jenzi lenyewe ni nyumba vyumba vyenyewe vime content yani, vimechukua chumba kimoja klasi tatu mpaka klasi nne, chumba kimoja kimechukua klasi mbili na watoto wanasoma, na klasi iliyoko ndani haifiki hata futi kumi kwa upana wake. Kwa hivyo tumeona ya kwamba madarasa hii ambayo ni madarasa masaawati inayopatikana na Mtwapa ina challenge kubwa sana katika masala ya kusomesha na masala ya kuswali mpaka tumeona ya kwamba hapa wameweka musalla kwamba wanafunzi wasiweze kutoka kwenda mahala pambali, wawe hapa hapa, pia wanatekeleza ibada zao, lakini ibada wanazitekeleza katika sehemu ambayo ni finyo, ni klasi ambayo watoto wanagawaniana kuweza kusali. wallahi billah Tunasema sisi Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, ametusimiza na kusisitiza katika masala ya utoaji, na mimi ninasema kwa hakika mahala panapostahili kusaidiwa kwa mtu ambaye ataguswa na video hii ni madarasa hii Madatul Khairat kwa sababu ya dhiki ambayo iliyopo na tuliyoiona sisi kwa macho yetu na mushahidi, na mutaiona wenyewe kwa msuuda wenu katika video zinazosambaza, katika video kama hii mahala watoto ni wengi, sehemu ni ndogo, na wanahitaji kama hapa kuwe kutapatikana madarasa kuwe na msikiti. Kwa hivyo tunaomba kwa kupitia shirika letu la Halal na namba zitakazokutumika ni namba za madarasa, wakiwa mwalimu mkuu tuko naye hapa na naibu wake pia yuko hapa. Na walimu wote wako hapa. Zile namba ambazo mtakazoziona katika hii channel yetu mtaweza kushirikiana na wao na kuweza kuwasiliana na wao. Kama mtu yoyote atakayofanya jambo la kheri, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna, hamtafikia wema na wala hamtapata wema mpaka mtoe kile mnachokipenda. Na hii ndio njia ya kutoa. Ukitoa hapa, umejenga sadaka jaria ambayo itakayokufaa mpaka kesho, ukifa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu mwanadamu akifa, mali zake zinakatika, lakini imoja katika yale matatu ambayo wewe, haya aliyoko hapa, mawili utayapata. Mwanafunzi akisoma hapa atatoka aweni wala dursware, mwanafunzi atakaye kusoma hapa itapatikana ilmu yuntafa yuntafau bihi, na wewe utakuwa umechangia katika jambo kama hili. Kwa hivyo tunatanguliza maombi yetu kupitia kwa Halal na kwa kupitia mwalimu mkuu wa madrasa ya Alkawati kwamba mlango uko wazi, msaada wowote wa mtu ambaye anaweza kusaidia wataupokea kwa mikono mia, na wao hawana la zaidi isipokuwa ni kuombea Mungu Mwenyezi Mungu awatimizie kila watakaokuguswa. Kuna wale watakaokuchangia kwa mawazo, watakaokuchangia kwa pesa, watakaokuchangia kwa vifaa, watakaokuchangia kwa kila kitu. Mlango uko wazi na na, namba za kuweza kuwasiliana zitakuwa kwenye screen insha Allah taala. fajazakumullahu khairan, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, tumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwa siku kama hii ambao kwamba kwetu sisi Madrasatul Khairati Islamia iliyoko Mtwapa hapa ni kama siku ya furaha kama tunavyoona wanafunzi wanafunzi na walimu na bashasha yote kwa kutembelewa na watu wa Halaal Charity TV, ili kuja kuangalia na kushuhudia zile dhiki ambazo kwamba tunazozikuta katika mahala kama hapa, kama mfano sehemu tunazouswali namna, eh, madarasa ambayo kwamba tulionayo yalivyokuwa yamejazana na mengi, ambayo kwamba uh, yule ambaye kwamba ataziangalia zile picha atapata ubainifu zaidi. Kwa hivyo twaregesha shukrani tena kwa watu ndugu zetu wa Halal TV kuja kututembelea ili kupata kutu kuyapeleka yale ambayo kwamba yanatudhiki katika madarasa kama hii, kuwapelekea watu wa ulimwengu, hasa ikapatikana muhisani mwema, muhisani mwenye imani ambayo kwamba anataka radhi kwa Mwenyezi Mungu ambaye kwamba yataka pepo aje atutengenezee mahala kama hapa, ili watoto kama hawa wapate kusoma dini yao kwa wepesi, wapate kupata elimu ya mwenyezi ya dini, na pia wapate kufanya ibada yao kwa ukamilifu. Twaregesha tena shukurani kwa yeyote ambaye kwamba atakaona klipu hizi na akamchangia mwenzake, ili ikawe ni sababu ya kwenda kufikisha huu ujumbe wetu.